Klabu ya Borussia Dortmund imeweza kufika makubaliano ya kuweza kumsain kiungo Jobe Bellingham kwa dau la euro milioni 33 pamoja na nyongeza ya milioni tano 5 kutoka Sunderland, huku miamba hiyo ya England ikiweza kujumuisha kifungo cha kunufaika cha asilimia 15 e, za mauzo ya siku za usoni ambazo, ambacho kinafahamika kwa jina la sell on clause. Jobe ambaye ni ndugu yake wa kiungo wa Real Madrid Jude Bellingham amekuwa ni mchezaji ambaye ameuzwa ghali zaidi katika historia ya Sunderland akiwa na usajili wa pili ghali zaidi katika historia ya Dortmund. Sasa nikikukumbusha tu kwamba kwa jinsi ambavyo ndugu huyu ambaye ni ndugu wa Jobe ambaye anafahamika kwa jina la Jude Bellingham ambaye alitoka eh, Borussia Dortmund aliweza kuifanya mambo makubwa kabla ya kuweza kutimkia Real Madrid ambapo aliweza kuwa ni mchezaji bora wa msimu akiwa na Dortmund mwaka elfu mbili na 20, mwaka 2022, mwaka 2025 aliweza kuchaguliwa kama eh, mchezaji bora kabisa ambao mashabiki waliweza chukua kama ni mchezaji bora katika kiwango ambacho aliweza kukionyesha ambacho ni kiwango fulani hivi cha hali ya juu kabisa, mchezaji bora kabisa chipukizi wa Bundesliga mwaka 2022, mwaka 2023, akiwa na Bundesliga aliweza kutangazwa kuwa ni mchezaji bora wa msimu huo, lakini pia aliweza kuingia katika kikosi bora cha Bundesliga team of the season katika misimu miwili ya mfululizo kabisa mwaka 2021, mwaka 2022 na mwaka 2022 2023 aliweza kucheza mechi zaidi ya 130 na akiwa na Dortmund na kuweza kufunga mabao 20 huku akiwa ametoa asisti kadhaa ambazo ziliweza kumfanya e, kuwa ni mchezaji ambaye ni mchezaji hatari na wa kuchungwa. Sasa hayo ni makubwa ambayo aliweza kuyafanya ndugu yake wa Jobe, e, ambaye anafahamika kwa jina la Eh, Jude kutoka huko Real Madrid, ambapo alipokuwa na Borussia Dortmund aliweza kukiwasha vilivyo. So Jobe ameweza kusainiwa moja kwa moja na Borussia Dortmund ya huko Ujerumani Bundesliga, na watu akitegemea kwamba makubwa zaidi yatakuwa kwa huyo kiungo ambaye amesajiliwa sasa hivi, ambaye anafahamika kabisa eh, kwa jina la eh, Jobe Bellingham, ambaye ndugu yake anafahamika kwa jina la Jude kutoka eh, Real Madrid, Jude Bellingham tupe mtazamo wako, kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now. E bana, uko na mtazamo gani? Drop comment hapo, usiache kusubscribe kulike, utakometisha. Kinoma noma, chao chao.